Tunapozungumzia mtindio wa ubongo tunamaanisha uh, kuumia kwa sehemu ya ubongo au sehemu yote ya ubongo kunakotokana na sababu mbalimbali. Sababu mojawapo zinazoweza kupelekea kuumia kwa sehemu hii ya ubongo ni pamoja na uh, wakati ule ambako mama mjamzito anakuwa anajifungua mtoto wake mtoto atakapokaa kwa muda mrefu sana kwenye nyonga au kwenye njia ya uzazi, na hiyo ikapelekea aidha kunywa yale maji machafu ambayo yanaweza kaingia mpaka kwenye kola hewa na kusababisha oksijeni isifike vizuri kwenye ubongo wa mtoto, au tu kubanwa kwa sehemu zake za mwili kiasi kwamba akashindwa kupumua, na hiyo ikapelekea oksijeni isifike katika ubongo wake. Hii itapelekea uh, sehemu ile ya ubongo ambayo haijapata oksijeni, haijapata mzunguko mzuri wa damu basi itapelekea sehemu hiyo ya uh, kufa na kufa huku ni kufa kusikoendelea kwa maana kwamba ile sehemu itakuwa haiendelei kukua, haiendelei kuharibika. Uharibifu huo ni wa kudumu na ni wa moja kwa moja. Lakini sababu nyingine inaweza kupelekea jambo hili kutokea kwa mtindio wa ubongo au uh, sehemu hiyo ya ubongo kufa ni pale ambapo mama atakuwa na maambukizi wakati wa ujauzito wa magonjwa mbalimbali, na magonjwa hayo ni pamoja na magonjwa ambayo kwa kitaalamu yanaitwa toxoplasmosis pamoja na yale magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza yakafikia kwenye ubongo wa mtoto na kusababisha madhara katika ubongo wake, na hivyo kupelekea ukuaji wa sehemu hiyo ya ubongo ya mtoto kuathiriwa lakini pia changamoto hii ya mtindio wa ubongo inaweza kuwapata watoto wa chini ya miaka mitano na kitaalamu zaidi, pia inaweza kuwapata hata walio chini ya miaka saba, kwa sababu hicho ndicho kipindi ambacho ubongo huwa unakuwa kwa kasi na una, tunafan, tunasema brain development inatokea katika kipindi hicho cha miaka uh, mitano mpaka Saba. Kwa hiyo katika kipindi hiki kama mtoto atapata magonjwa yanayoufisha ubongo kama vile malaria, ile malaria ambayo huwa tunaita cerebral malaria ama kwa Kiswahili utaambiwa malaria imepanda kichwani. Asa, ikiwapata hali hii kwa watoto wenye chini ya miaka mitano au saba, hii inaweza kupelekea kuathiriwa kwa sehemu ya ubongo na hivyo kupelekea mtindio wa ubongo. Lakini tukumbuke kwamba ubongo kazi yake ni kuratibu shughuli mbali mbali za mwili wa binadamu. Kwa hiyo kama itatokea sehemu fulani ya ubongo imeathiriwa kwa tatizo hili la mtindio wa ubongo, maana yake shughuli inayoratibiwa na sehemu hiyo ya ubongo itakuwa haiwezi kufanya kazi vizuri. Kwa mfano, kuna sehemu ya ubongo inayoratibu utembeaji wa mtoto. Kuna sehemu ya ubongo inayoratibu mtoto kushikilia shingo yake na kuweza kuitembeza sehemu zote. Kuna sehemu ya ubongo inayoshughulika na umezaji wa chakula. Kuna sehemu ya ubongo inayoshughulika na mikono kufanya shughuli zake. Kwa hiyo kama sehemu ya ubongo imeathirika, basi mtoto huyu hataweza kufanya shughuli inayoratibiwa na, na sehemu hiyo ya ubongo na ndio maana utaona watoto wengi wenye utindio wa ubongo hawawezi kutembea vizuri lakini pia hata wakati ule unapofika wakati watoto wenzake wa umri wake wanaanza kutambaa, yeye anachelewa kutambaa. Watoto wenzake wanapoanza, wanapofika umri wa kutembea, yeye anachelewa kutembea, kwa shughuli zake nyingi zinakuwa zinachelewa sana sana. Kwa hiyo pia watoto wengine wanashindwa kuhold au kushikilia shingo kiasi kwamba kichwa akaweza kukiweka katika muonekano huu. Kwa hiyo mara nyingi utakuta shingo zao zimeweza kulegea na zimekaa hivi. Kwa hiyo, na hiyo maana yake sehemu ambayo inashikilia misuli ya ubongo inakuwa imeathiriwa kwa kiasi ambacho mtoto um, anakuwa hawezi kufanya shughuli husika na ni nini haswa changamoto ambazo zinapelekea mambo haya yote kuweza kutokea? Cha kwanza nimesema, mtoto anakuwa amekaa kwa muda mrefu kwenye via vya uzazi vya mama wakati wa kujifungua. Hii inapelekea mtoto kukosa oksijeni kwenda kwenye ubongo wake. Na ni nini kinaweza kikapelekea mtoto kukaa pale? Ni aidha mama amechelewa kwenda sehemu ya kujifungulia kwa hiyo mtoto mpaka akashuka sana chini. Mama anapofika, tayari watu wa huduma wanapotaka kumsaidia, basi kuna kuwa na changamoto, hiyo inaweza kujitokeza. Lakini kama nilivyosema, magonjwa na maambukizi mengine yanaweza kutokea wakati wa ujauzito, yanaweza kumwathiri mama pamoja na mtoto aliyeko tumboni na kuathiri ubongo wake. Lakini pia kuna kampeni ilikuwepo, ilikuwa ikisema sio kila homa ni malaria, nenda hospitali ukatibiwe. Kwa hiyo uh, ukigundua na dalili zinazoshabihiana na malaria, basi kwa mtoto wa uh, miaka saba, miaka mitano au chini basi, mwaishe katika kituo cha kutolea huduma ili apatiwe huduma kwa haraka na aweze kutibiwa na kuondokana na matatizo mengine yanaweza kuambatana na changamoto hizo. Sasa nitoe wito kwa kina mama wajawazito aa, kwamba wanapoona siku zimekaribia za kujifungua basi wasogee katika vituo vya kutolea huduma na wawe karibu na watoa huduma, ili waweze kupata maelekezo yanayohusiana na kujifungua ili kuepukana na changamoto mbalimbali za uzazi, ikiwemo ya kuzaa mtoto mwenye mtindio wa ubongo. Kiufupi, tatizo hili linaweza kuepukika. Kwanza kina mama wawahi hospitali, lakini pili ni watoa huduma kuwa committed, na kufanya majukumu yao ipasavyo na kuwasaidia na kina mama kwa wakati mara wanapokuja kujifungua a, katika vituo vyao vya kutolea huduma. Changamoto hii inaweza kupunguzwa na inaweza kukomeshwa kabisa kama kila mtu atatimiza wajibu wake kwa maana kwamba mama akafuata maelekezo yote ya wataalamu wa afya, lakini pia wataalamu wa afya wakafuata maadili ya taaluma zao na wakafuata kile ambacho wamefundishwa katika kuwazalisha akina mama. Afya yako wajibu wetu. Tuko hapa Ipiana.